Waheshimiwa wabunge, maswali yamekwisha. Ni muda mfupi tu baada ya kumalizika kwa kipindi cha maswali na majibu, katika viunga vya Bunge tunazungumza na baadhi ya wabunge na kueleza matamanio yao katika mkutano huu wa kumi na tisa wa Bunge la kumi na mbili na ni mwaka wa uchaguzi. E, tungetamani kuona e, tume ya uchaguzi ikiwezeshwa kiwango cha kutosha, e, kuhudumu kwenye eneo hili nchi nzima na pasiwepo na aina yoyote ya malalamiko aweza ya miundombinu vifaa au nini. Suala la umeme vijijini likagusiwa na wabunge hao. Tayari vijiji vyote vina umeme, lakini kuna mradi wa kupeleka umeme kwenye vitongoji. Sasa ni muda mwafaka sasa kuhakikisha kwamba serikali inapeleka nguvu kubwa kupeleka umeme kwenye vitongoji. Kwa hiyo ni vizuri sana hapa tukajikita kwenye bajeti hii kwa kuhakikisha kwamba vitongoji kadhaa vinaongezeka wa ili wananchi waendelee kupata umeme kwa, kwa, kwa, kwa kama ambavyo kila mmoja anatarajia kufanya shughuli zake sasa kwa kutumia umeme pamoja na kueleza mikakati ya serikali katika kilimo, lakini kilimo cha umwagiliaji kikasisitizwa, ikiwepo miradi ambayo inaweza kugusa wananchi, miradi ya uzalishaji ikiwemo upande wa kilimo. Matarajio yangu ni kuona serikali inazungumza chochote kuhusiana na ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji kwenye mradi wa BBT. Kama sio wakati huu, pengine tumeshachelewa, lakini kwenye bajeti hii, maanake mwakani ndio tutaanza kutekeleza tuone hicho kitu kipo. Baadhi ya wananchi nao wakawa na maoni yao kuhusu mkutano huu wa bajeti. kwa barabara zetu nyingi huwa na hichi kipindi cha mvua huwa zinakuwa zina matatizo sana ya kuchimbikachimbika. E, kwa hiyo nilikuwa napendelea bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lingeweka maslahi makubwa kwenye barabara na hata ikiwezekana hiyo asilimia kumi iongezwe ili wa, wa, wa, walemavu wengi waweze kupata mikopo waweze kujitegemea, wasiwe tegemezi kwa watu wengine. Serikali nafikiri kupitia bunge hili la bajeti ambalo linakwenda kuanza hii leo wataweza kufanya kitu ambacho kitaweza kujumuisha ajira kwa vijana na ikapatikana kwa urahisi zaidi, ili kuweza kuondoa changamoto na vijana wengi kuhitimu na mwisho wa siku wakaendelea kuwepo katika mitaa kutokupata ajira kwa siku. Pia nilikuwa hospitali tulikwenda na mtoto wa siku tatu, lakini tukaambiwa huyu yule mtoto analipiwa huduma zote kama anavyolipiwa watu wengine kwa kuzingatia sheria na taratibu, lakini bado watoto hao hao, kuna dawa ambazo zinatakiwa zitolewe bure kwa watoto, lakini tukienda hospitalini tunaambiwa tulipie zile dawa. Kwa hiyo bado kwenye sekta hii inakuwa kidogo ni changamoto. Bunge lijadili ni afya ya mtoto na mama eh, hili ni jambo la msingi sana. Ukiangalia jamii ambao wanaenda kwenye pata uzao eh, lazima afya zao ni muhimu sana kuangaliwa. Serikali eh, na bunge kwa ujumla lijadili kupunguza eh, bei ya ruzuku ya pembejeo pembejeo kwa ujumla, kwa sababu unapopunguza bei ya, ya, ya pembejeo uh, wakulima wanapata nafuu. Mkutano wa kumi na tisa katika bunge hili la kumi na mbili watarajiwa kudumu kwa muda wa miezi mitatu. Mkutano huu wa Bunge ambao ni maalumu kwa ajili ya bajeti kuu ya serikali umeanza ambapo mapendekezo ya mfumo na ukomo wa bajeti ambayo yaliwasilishwa na waziri wa fedha yakiwa ni shilingi trilioni hamsini na saba nukta sifuri nne, ambapo ni ongezeko la asilimia kumi na tatu ukilinganisha na bajeti kuu ya mwaka unaomalizika ambayo ilikuwa ni shilingi trilioni hamsini nukta mbili tisa. Joyce Mwakalinga Azam News, Dodoma. Na tuangalie sasa kwa muhtasari yale ambayo yapo kwenye mapendekezo hayo ya mfumo wa ukomo wa bajeti mwak226 na hii tunafahamu kwamba ni kwenda kutekeleza pia ule mpango watatu wa maendeleo uh, wa miaka mitano wa maendeleo na vipaumbele ambavyo vipo kwa mapendekezo hayo ya mfumo wa ukoma wa bajeti kwa mwak6 vipaumbele e, vyake ni kuchochea uchumi shindani e, kuimarisha uzalishaji wa bidhaa na utoaji wa huduma kukuza uwekezaji na biashara na kuchochea maendeleo ya watu. Lakini ukiachana na vipaumbele ambavyo vipo eh, ama vimeainishwa katika mapendekezo hayo, kuna maeneo ya vipaumbele uh, maeneo ya vipaumbele ni kama vile eh, deni la taifa uh, maeneo mengine muhimu ya vipaumbele ni deni la taifa, mishahara ya watumishi wa umma, uchaguzi mkuu mwaka 2025, kuimarisha amani, utulivu na demokrasia. Tunafahamu kwamba Tanzania, Kenya na Uganda imepata nafasi ya kuandaa michuano ya AFCON ambayo mm. tatimu wa vumbi hapa Afrika Mashariki wajezi nchi tatu mwaka 2027. Kwa hiyo bajeti hii pia inakwenda kuangalia maandalizi hayo ikiwemo ujenzi wa viwanja na maeneo mengine ambayo yatasaidia katika hilo, lakini pia kuna eneo muhimu la deni la taifa ivona. Eh, tuliambiwa kwamba deni la taifa kwa mujibu wa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG alisema deni la taifa sasa zimefikia shilingi trilioni 97 kwa hiyo ni miongoni mwa maeneo ambayo yanakwenda kutazamwa, kulipa angalau kuanza kupunguza eh, deni hilo sasa. Hebu tuzungumze hapa na Hebron Mwakagenda, huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Karibu sana Hebron, hebu tuambie vipaumbele eh, hivi unavionaje, na vinakidhi kwa kiasi gani mahitaji ya nchi kwa sasa, vipaumbele muhimu ikizingatia mm -hmm. kwamba bunge hili sio la kawaida, sio la kawaida kwa sababu inatakiwa liwe bunge la tathmini pia kwa sababu dira 2025 inaisha mwaka huu, ko lazima liwe na mwelekeo huo wa kutathmini waliofanya kwa miaka 25 toka mwaka 2000, lakini ni uchaguzi pia, kama alivyosema kwa hiyo, nayo ni muhimu, lakini pia ni mpango, yani mpango wa tatu wa miaka mitano, ko lazima liwe katika mfumo wa kutathmini na kutoa taarifa pia kama tumefanikiwa au kama hatujafanikiwa kwa nini. Moja mm. Na uh, ukiangalia bajeti nyingi zimekuwa ni bajeti ambazo kwanza, matumizi ya serikali, matumizi yanakuwa makubwa, lakini bado kiasi ambacho tunazalisha, bado tuna kiasi kikubwa ambacho tunategemea kutoka nje, kwa maana ya wahisani, wadau wa maendeleo, mikopo, misaada katika hilo lakini, tunafahamu kwamba sasa hivi siasa zinazoendelea ulimwenguni, kwa mfano Marekani na mataifa mengine, ni kama kila nchi inaanza kukaa kivyake vyake kivya hivi e, tutawezaje kutekeleza e, bajeti hii ikiwa bado tumekuwa na utegemezi mkubwa wa, wa, wa fedha hizi kutoka nje. Ah, lazima tujipange, tujipange hasa kupanua wigo wa kodi zetu, walipa kodi, tuingize walipa kodi wengi ili tuanze kujiendesha wenyewe kwa sababu mjomba ndio hivyo ame Hame ana matatizo yake na yeye mm. Kwa hiyo hilo ndio kubwa hasa kwamba nchi kitu cha uhakika kuliko vyote ndio ni kodi zako. Mm. Kusanyaji wa kodi zako za ndani, lakini huo ukusanyaji wa kodi itawezekana vipi ikiwa bado uzalishaji ni ule ule na hakuna namna ambavyo tunakwenda tuna kuongeza uzalishaji, hasa uzalishaji wa viwanda vyetu kwa bidhaa zile ambazo tayari zimeshakamilika kwa ajili ya kuuza ndani na nje. Mm pamoja na hali hii tuliyo nayo sisi tumefanya utafiti kuhusu kodi mm. tukagundua kuna kodi nyingi sana haikusanyi ipasavyo yeah. kuna watu na makampuni ambayo yanatakiwa alipe kodi hayalipi kodi ipasavyo kwa hiyo tukibanana hata katika hali hii hii tuliyo nayo ya uzalishaji huhu tulio nao bado tunaweza tukakusanya kodi e, tunapokusanya ni padogo kuliko uwezo wetu wa ndani Mm -hmm. Kwa, kuma, kwa kumalizia tunawezaje kuongeza wigo wa walipa kodi kwa maana tax base bila kuweka ku, mzigo kwa walipa kodi pengine wale wananchi ambao bado hawapati kipato kikubwa? Wakati fulani tulikuwa tunatekeleza bajeti kukawa kuna mapendekezo ya kutoza eh, tozo kwenye miamala ya simu kwa mfano, ikaleta changamoto kubwa sana. Tunawezaje kupata vyanzo vipya vingine na kuongeza wigo wa ulipaji kodi kama ambavyo umejenga hoja yako? Kwanza kuna eneo la sekta isiyo rasmi kubwa hmm. sana ambayo hailipi kodi hmm. e, kwa hiyo hilo tunaweza tukaweka nguvu kidogo, lakini tuligundua kwamba e, kule kwenye mahakama za kodi TRAB na TRAT hmm. kuna kesi nyingi sana ambazo hazijaamuliwa ambazo kama zingeamuliwa serikali ingekusanya fedha za kutosha hmm. yeah. nam uh, Hebron Mwakagenda, nakushukuru sana. bila shaka mengine mengi zaidi tutayapata kwenye uchanganuzi ni Hebron Mwakagenda ambaye ni eh, mchambuzi wa masuala ya siasa tukizungumza naye hapa kuhusiana na vipaumbele ambavyo vimeainishwa kwenye mapendekezo haya ya ukomo wa bajeti 2025 2026.